Serikali ya Nigeria imesema iko tayari kupokea msaada kutoka Marekani katika vita dhidi ya makundi ya kigaidi ya Kiislamu, mradi tu heshima ya mamlaka na mipaka ya taifa hilo ihifadhiwe. Hatua hiyo inafuatia matamshi makali ya Rais Donald Trump wa Marekani, aliyedai kuwa wananchi wa Nigeria wenye imani ya Kikristo wanauawa kwa idadi kubwa nchini humo. Trump amesema Marekani inafikiria kupeleka wanajeshi au kufanya mashambulizi ya anga nchini Nigeria kama njia ya kusitisha mauaji ya wa Wakristo. Amesema hawezi kuruhusu mauaji hayo yaendelee. Mshauri wa rais Bola Ahmed Tinubu Daniel Bwala ameliambia shirika la habari la Riuta kuwa Nigeria haitaki kuvuruga uhusiano wake na Marekani, bali inahitaji ushirikiano na kuheshimiana. Bwala ameongeza kuwa licha ya maneno makali ya Trump akiita Nigeria taifa lililoshindwa, serikali ya rais Bola bado yanaamini katika diplomasia na mazungumzo. Kauli ya Trump imezua taharuki katika bara la Afrika, huku wachambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa wakionya kuwa tishio la kijeshi kutoka taifa lenye nguvu kama Marekani linaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia barani Afrika.